Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa na hii leo bwana inamhusu mwanadada anayefahamika kwa jina la Sara, huyu wanamuitaga Sara Kamwambie, ambaye ni mwanadada ambaye alikuwa katika mahusiano na Diamond Platinumz hapo awali kipindi Diamond bado hajawa maarufu. Sasa Sara bwana ameamua kuzungumza, eh, ameamua kutoboa siri ya vitu ambavyo watu wengi sana walikuwa hawafahamu, kama ulikuwa ujui bwana ni kwamba Sara kipindi kile ambacho Diamond Platinumz alivyokuaga anajitafuta mpaka kaja kujipata, akatoboa kimaisha kupitia mziki. Baada ya kutoa ngoma yake, anaenda kumwambie ni kwamba alikuwa katika mahusiano na Wema Sepetu, lakini kwa mujibu wa Sara anadai kwamba maisha yake alikuwa ni mazuri tu, kwa sababu kipindi hicho pia alikuwa bado low key, alikuwa bado ana mahusiano na Sara kwa siri siri, umeona bwana eh. He, hicho kitu bwana amekuja kukifafanua na kukiweka bayana leo Sara mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story na tunafahamu kwamba Sara amekuja kufahamika tena kwa mara nyingine kupitia Diamond mwenyewe, alimpandishaga jukwani kipindi yuko katika mahusiano na Zuchu, juzi tu hapa katika lile e, katika ile show ambayo ilikuwa imeandaliwa pale posta, viwanja vya posta pale Kijitonyama jijini Dar es Salaam, ambapo Sara alipanda jukwani Diamond akamwambia ule wimbo na akamkumbatia kitu ambacho kilimuuzi Zuchu. Sasa this time around ni kwamba bibie Sara bwana ameamua kuweka bayana kuhusiana na mahusiano yake na Diamond kwamba hayajawahi kuisha, mapenzi yao hayajawahi kuisha, bado yako pale pale. Hii imekuja mara tu baada ya Sara mwenyewe kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwapa nafasi watu ambao wanamfuatilia waweze kujua eh, baadhi ya vitu yani, wamuulize maswali hapa na pale, atakuwa anajibu, ambapo kuna mtu hapa aliuliza swali moja kwa moja kwa Sara, akauliza kwamba bwana, vipi kuhusiana na Chibu huwaga na kuongea hela kozi, mmetoka mbali, ulikuwa naye kipindi hajajipata, akumbuki fadhila kuna mtu ameuliza hivyo, ambapo Sara mwenyewe akajibu hapa akasema kwamba bwana, sio tu hajajipata hadi alivyojipata pia bado tulikuwa pamoja na nili na nilienjoy ameandika hivyo. Sara akiwa anamaanisha kwamba kumbe sio tu kwamba kipindi ambacho hajajipata ndio alikuwa na mahusiano na Chibu, lakini Chibu hata alipokuwa alivyokuja kupata ma, mafanikio pia alikuwa bado anaendelea kuenjoy pesa za, za Chibu kwa sababu walikuwa wako pamoja. Bwana, hii ni siri ambayo watu wengi sana walikuwa wajui BBS Sara nenda kumwambie, ambaye huo wimbo nenda kumwambia alikuwa ametungiwa yeye actually kipindi ambacho Diamond alikuwa yuko katika mapenzi naye. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, lakini pia ikuishia hapo vile vile ni kwamba aliulizwa eh, Sara swali lingine ameulizwa kwamba je, unampenda Nasibu yani Diamond. Yeye akasema kwamba yeye ndio ananipenda. Akiwa anamaanisha kwamba yani Diamond yeye ndio anampenda Sara. So which means kwamba Diamond hajawahi ku move on mpaka leo hii, bado moyo wake upo kwa Sara. Kitu ambacho ulikuwa kama ufahamu, Sara sasa amekuja kutoboa siri zote na mambo yako bayana. Je, Zuchu atakuwa kwenye hali gani? Eh, bwana nitakuletea habari hizo on the next video panapo majaliwa inshallah kwa sasa hivi